Usikubali tu kwamba umeanza safari ya kumpokea Kristu, alafu ukabaki unagamba mimi ni Mkristu, mimi ni Mkristu, mimi ni fulani, mimi ni mwana wa Abrahamu, <coughs> alafu ukakuta kwamba unatamka hayo ukiwa unagalagala kwenye matope, ukiwa unamwiga nguruwe ambayo naweza ukamwogesha sasa hivi, akiona kidimbwi cha tope anaenda anagalagala mle na anagalagala. Tusiwe nguruwe, tubaki watu, tubaki wasafi, tuthubutu kuchuchumilia utakatifu, tuthubutu kujitanabaisha kama watoto wa Mungu, tuthubutu kumuungama, kumfuata na kumshuhudia Kristo bila aibu na bila woga. Na tusiwe wa Kristo wa jina tu. Juzi nimsikia, naomba nitumie neno ambalo sio zuri, lakini ndilo hilo linalofaa, nimsikia lofa mmoja akisema Wakatoliki wakiwakilishwa na yeye wameandika barua kwa Baba, balozi wa Baba Mtakatifu kumshtaki Padri Charles Kitima. Wakatoliki wanamshtaki Padri Charles Kitima. Hivi hapo kuna ukweli? Enyi Wakatoliki wa Goba Maria, kuna ukweli? na huyo aliyekuwa anasema hivyo kwa ulofa wake, amethubutu kuwa mnafiki, amevaa rozari shingoni kusudi tudhani kwamba ni mkristo kweli. Huyo siyo mkristo, huyo ni kibaraka, huyo ni ndumira kuwili, huyo ni msaliti ambaye anatenda maovu, anashabikia uongo na anajidai kwamba anamwakilisha Kristo. Kwa bahati mbaya, baadhi yenu wa Kristo mnaweza mkapelekeshwa, mkanunua hizo kauli, hiyo misimamo Samani tena kwa neno nitakalo tumia huo upumbavu Mkristo, ha, Mkristo hapaswi kuwa mpumbavu Mkristo anapaswa kuthubutu kusimama kidete na kusema mimi ni Mkristo na sitakuwa ndumira kuwili mimi ni Mkristu na sitasema uongo. Mimi ni Mkristu, sita, sita, sitamwonea yeyote kumsulubu yeyote au kumsingizia uovu. Kwa bahati mbaya, Watanzania tumeingia kwenye huo mchezo wa kuthubutu kutendeana maovu, wa kudhubutu kudhulumiana, wa kuthubutu kunyanyasana, wa kuthubutu kunyanya, wa kuthubutu kutendeana hiana na kudhani kwamba hiyo ni kazi ya Mungu na